ri wetu mujue kwamba mnaumia kama kila mwananchi wa Kenya anaovyoumia. Musifikiri kwamba mkibeba risasi ukibeba tiagas hatunaishi vizuri. Ile mutu ambaye walipatia pan panpepa ndio amepeana leo Nzoia. Mimi nataka kusema leo, sisi kama watoto wa jamii ya Mulembe tukiruhusu pan panpepa iende Nzoia, iende hata watafika kwa nyumba zetu wachukue mabibi zetu, mtakubali hiyo? kweli kama na Kasongo ni nani mkubwa? ni nani mkubwa? Kasongo ni Mragai siyo Mragai? nataka kuambia hawatatisha mtu yoyote, anapeleka miwa West Kenya hata kuwa anaziagia hapa, babu oda inakuzuia kuingia Nzoya, wale wote wamekuingiza, wamekupa Nzoya is null and void. Leo tutuke kusaviona. Tuko pamoja, mutakubali wamalize Nzoia? Huyu muhindi ambaye anapewa Nzoia sasa alidanganya serikali akapewa panipepa. Webuye ilikuwa inaendelea mzuri, ukienda Webuye za hizi imekufa, si ndio? hata hii Bukembe, huyu muhindi akiingia hapa Bukembe itakuwa imekufa. Haimaanishi kwamba kama kampuni ya serikali inafanya vibaya, inauzwa Kenya Airways haifanyi vizuri, KVDA haifanyi vizuri, maunivesi ya Kenya hazifanyi vizuri. Hata serikali ya Kenya, kama kuna kitu na kukua list ni serikali ya Kenya, si ndio?